Ndipo akanipa jibu ya ile swali la pili kwamba naongea na nani. Ndipo akanipa jibu na kusema unayeongea naye ni Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, ambaye alipata alama hizi kwa ajili ya binadamu walioko duniani. Lakini wanadamu walioko duniani, basi yao nikataa mimi na wameamini uongo, wasilimia kuliko mimi, Yesu yao. Na naana wow, ukiwa mojawapo. Nikamjibu na kusema mimi, akasema ndio. Aliponambia ndio, akanambia nifuate, huku nikiwa nalia, yeye amepita mbele na mimi nyuma yake. Kule alikonipeleka watumishi na wa Mungu na wana wa Mungu, alinipeleka maeneo ambapo wale watumishi niliowafukuzaka walionambiaka niache kiburi na wengineo, kizi tumeendelea kuyasikia toka mwanzo wa mkutano nikapelekwa maeneo walipo wapo vizuri, hawana tatizo lolote. Kaniuliza mara ya kwanza, unawafahamu nikasema hapana. Kwa mara ya pili nika nimewafahamu. Kwa hiyo nilipowafahamu akanambia na kusema nilipowatuma kwako wakuambia ubadilike, ukakataa kubadilika, kwa sababu ya hiyo ulinifukuza mimi huku, wafukuza wale niliowatuma kwako kwa. Akarudia kusema kwa sababu ya hiyo utaenda kwa ushuhuda ulimwenguni kote, na kula mpaka hautafika nitaruhusu, ni tarusu nyimbo zako zifike huko.